Majengo marefu na miamba hatari wa Marekani, Alex Honnold amefanikiwa kupanda jengo refu la ghorofa 101 jijini Taipei, Taiwan, bila kutumia kamba, mkanda wala vifaa vyovyote vya usalama vya kujilinda. Jengo hilo lijikanalo kama Taipei 101 lina urefu wa mita 508 na limejengwa kwa chuma, kioo na zege, likiwa na muundo unaofanana na shina la mianzi. Jengo hilo ndilo linaloshikilia kuwa ni jengo refu zaidi duniani kwa mwaka elfu mbili 1994 hadi 2009 ambapo sasa linashikilia nafasi ya 11 duniani, na ndilo jengo refu zaidi Taiwan likishikilia nafasi ya kwanza. Honnold anayejulikana duniani kupanda miamba kwa mtindo hatari wa free solo, aliyeweka historia hapo awali ya kuwa mtu wa kwanza kupanda jabala la El Capitan lenye urefu wa mita 915 katika hifadhi ya taifa ya Yosemite, California, bila kamba wala vifaa vya usalama na kupelekea ushindi wa tuzo ya Oscar. Safari yake ya kupanda Taipei 101 ilikuwa imepanga kufanyika Jumamosi lakini ilicheleweshwa kutokana na mvua. Upandaji huo ulirushwa mubashara na Netflix ambao ulisema kulikuwa na uchereshaji mdogo wa matangazo ili kuzuia kuonesha tukio lolote baya endapo lingetokea, tungesitisha matangazo madogo, alisema mmoja wa mkuu wa Netflix Jeff Gaspin, alinukuliwa na jarida la Variety, kabla ya tukio hilo na kuongeza kuwa hakuna aliyetarajia wala kutamani kuona jambo baya lingetokea. Hanan alikamilisha upandaji huo kwa muda wa saa moja na dakika 31 siku ya Jumapili tarehe 25, akivunja rekodi ya awali kwa zaidi ya nusu ya Mfaransa Alian Robert, aliyejitambulisha kama Spiderman, ndiye aliyewahi kupanda jengo hilo hapo awali kwa saa nne akitumia kamba na mkanda wa usalama. Makamu wa rais wa Taiwan alimpongeza Honnold kupitia mtandao wa X akisema na kiri, ningejisikia kichefuchefu pia, hata kuangalia ikiwa vigumu. Honnold alikaribishwa juu ya jengo hilo na mke wake ambaye alielezea kuhusu upepo na joto wakati wa upandaji. Rehema Shaban, Kawabe News.